Asante sana e, Kishai TV e, kwa kuweza kunipatia nafasi hii kwa ajili ya kuweza e, kutoa maoni yangu kuhusiana mechi kati ya faodi sante pamoja na timu ya Singida Black Stars mechi ambayo itaweza inapigwa tarehe kumi na tisa kwenye uwanja wa Inuari mjini Bujumbura. Hiyo ni mechi ambayo imesubiriwa na mashabiki wa kisoka, mechi nzuri ambayo imesubiriwa na watu mbalimbali, kati ya Flambeau du Centre pamoja na Singida Black Stars. Lakini pia kiufupi, ni mechi ambayo hata kwa upande wa Tanzania lakini pia na upande wa Burundi wamesubiri kipi ambacho kimejiri. Flambeau du Centre ni timu ambayo Uh, ina muunganiko kwa sababu wachezaji wamekaa takriban miaka mitatu wakiwa pamoja chini ya kocha Jandio de Didi. Kwa uh, hiyo watu wamesubiri kuangalia na hapa tunaweza kufanya tema kati ya timu ya Singida Black Stars pamoja na Flambeau du Centre katika mashindano ya Kombe la Shirikisho barani Afrika. Lakini pia si hivyo tu uh, ni timu ambayo imeweza kuanzishwa mwaka wa 2011 chini ya shule ya Romesaje lakini pia ambayo ilianzishwa na hayati Rais Pierre Nkurunziza lakini pia Flambeau du Centre hadi kwa sasa imeshabeba makombe takribani ambayo yamekuwa yakiandaliwa hapa Burundi: ni Prime League lakini pia kombe la umoja lakini pia kombe la rais, kwa kwamba walifuzu katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika baada ya kuweza kuondoa Egnoire kwenye finali ambao e, kuna Beni e, ambaye ni beki, lakini kuna Asmani pia ambaye ni kapteni wa timu. Kuna Dieudonne pia ambaye ni golikipa wa timu ya Flambeau du Centre. Kwa hiyo ni mashabiki, kwa sasa mshike mshike, ni siku ya 19 hapa hapa kwenye uwanja wa Intwari mjini mjini Bujumbura. Lakini pia tukumbuke kwamba uwanja e, wa Intwari wa hapa mjini Bujumbura e, umefunguliwa baada ya ya ya ya kufunga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa hiyo hiyo, sasa hivi eh, mashabiki pia pia watakuwa na na furaha sababu Burundi nchini, nyumba, nchini Burundi, ambapo zamani, Burundi inapokea, nchi ambapo zamani ilikuwa ni upande wa Tanzania uwanja Benjamin Mkapa au Azam mwingine, pia, Kenya, au Azam Complex, wakati kwenda kwenda Kenya, hasa Cameroon, shughuli kavu kati ya Burundi pamoja na Tanzania. Tuseme kwamba kwa sasa ni kusubiri kuangalia na namna tutaweza kufanya jema katika mechi ambayo imesimama kwa tarehe 19 hapo mjini Bujumbura, mechi ya kwanza ya tarehe 19 kabla ya kuelekea jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Azam Complex kwenye mechi ya marudiano na Rakipya. sije tu sio mechi tu, Rakipya kuna mechi nyingine ambayo tutaweza kupiga tarehe 18 kati ya Egnor pamoja na timu ya Ahli Ahli ya kutoka nchi ya Misri, mechi pia ambayo imesimama kwa mashabiki wa kisoka hapo nchini Bujumbura. Kwa hiyo Kimbembe ni tarehe 18 na tarehe 19 ambapo 19 ni mechi kati ya Flambeau du Centre pamoja na Singida Black Stars, ambapo pia ni miongoni pia matima ambazo ziko vizuri ikiwa na wachezaji hasa kina aucho pamoja na, pa na kakushota chama lakini pia chini ya kocha Miguel Gamondi, kocha wa zamani wa klabu ya Yanga lakini pia kwa upande wapia wako chini ya kocha Jimira Ize. Lakini pia dhidi ya ari ari ambayo kwa sasa pia ina kocha mpya ambaye wamemleta baada ya kuweza kumfurusha kocha aliyekuepo. Kwa hiyo baada tuangalie kufanya jema kati ya timu ya Flambeau du Centre pamoja na timu ya Singida Black Stars hapa kwenye uwanja wa Ingwari mjini Bujumbura.